"Nimekubali kumfuata Yesu" ulitoka wapi? Siyo tu wimbo wa ibada, ni maneno ya mwisho ya mtu aliyekufa kwa ajili ya imani yake. Ushuhuda wa damu wa imani na ushindi juu ya hofu ya mwanaume mmoja wa Kihindi. Simulizi yake iliyonitoa chozi na iliyonipa kujiuliza, imani yangu imesimama imara kiasi gani? Karne ya 19 katika milima ya kaskazini mashariki mwa India, mkoa wa Assam huko katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mapori, wamishonari kutoka Wales waliingia wakiwa na Biblia na ujumbe wa upendo wa Yesu Kristo. Baada ya muda, mwanaume mmoja wa kabila la Garo kwa jina la Neksong, pamoja na mke wake na watoto wao wawili, walimkubali Yesu na wakaanza kuathiri maisha ya wanakijiji wenzao kwa upendo wa ajabu kutoka kwa Yesu, na baadhi ya wanakijiji wakamwamini Yesu kupitia familia ya Nekson. Habari hiyo iliwakera sana viongozi wa kijiji. Familia iliitwa hadharani kwa nguvu. Chief akasema kwa ukali, "Ukimkana Yesu, utaishi. Ukikataa, mtauawa." Mwanaume akamtazama kisha akasema, "Nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi nyuma." Chief akaamuru watoto wake wachomwe kwa mishale. Watoto wake wakauawa mbele ya macho yake. Chief akamuuliza tena, "Je, sasa unakana?" Akasema, "Ingawa peke yangu bado nitamfuata." Chifu akaamuru mke wake achome kwa mishale. Mke wake akauawa, akabaki peke yake, lakini bado alitangaza kwa ujasiri, mbele yangu msalaba, nyuma yangu dunia. Kwa maneno hayo ya mwisho aliuliwa. Baada ya kifo chake, jambo la ajabu lilitokea. Chifu na watu wa kijiji waliguswa sana na ujasiri wake. Imani ya yule baba na familia yake ilimshangaza sana yule chifu, Hakuweza kutulia kwa muda mrefu. Baada ya muda, watu wengi wa kijiji kile na hata chief mwenyewe aliyeamua kumkubali Yesu. Miaka baadaye, wamishonari waliandika maneno hayo ya mwisho kuwa wimbo, uliitwa I have decided to follow Jesus, na baadaye ulitafsiriwa kwa lugha nyingi, zikiwemo Kiswahili na Kihindi. Leo tuna uimba kwa sauti tulivu, bila kujua kwamba umetokana na ushuhuda wa shujaa huyu mmoja wa Kihindi. Wimbo huu sio maneno tu, ni uamuzi wa maisha, ni wito wa kuamua kwa moyo wote kumfuata Yesu bila kugeuka nyuma, hata kama hakuna mwingine anayekwenda na wewe, hata kama unaumia, hata kama dunia inakukataa. Shujaa huyo alitangaza imani yake hadharani. Leo unaweza kufanya hivyo pia. Katika dunia yenye kelele, dhihaka na majaribu, wimbo huu unasema: mbele yangu msalaba, nyuma yangu dunia Je, umechukua uamuzi huo kweli? Je, unaweza kusema kwa ujasiri na kusema nimekubali kumfuata Yesu? Ikiwa simulizi hii imekugusa, mshirikishe rafiki yako. Subscribe kwa chaneli hii kwa ajili ya mafundisho zaidi ya kweli ya kiroho. Na kila mara unapowimba, kumbuka shujaa ambaye aliwimba kwanza kwa damu. Sitarudi nyuma, sitarudi nyuma. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.